Tarehe kumi na tano, nakwambia mi wiki ijayo, kuanzia kesho Jumatatu haipiti Jumatano. Yanga waishatangaza, wanapeleka mechi na sababu saizi wanaona aibu tu. Haipiti Jumatano, mimi nakuhakikishia. Yanga wanatangaza, haifiki Jumatano, shika kauli. Haifiki Jumatano, Yanga wanatangaza, wanapeleka timu uwanjani, hata hii wanajua kabisa, wakigomea kitakachokuja kuwatokea cha mwaka elfu moja mia tisa sitini na tano kitajirudia hawawezi kufanya huo ujinga. Na shida ya sasa hivi wapo yanga sasa hivi, japokuwa Jimanala kasema wawili ndio wenye akili, lakini huku mtaani huku kuna yanga kidogo, kama wanaonyesha uelewa, uelewa vijana wa sasa hivi kwa kidigitali. Basi kama we mwana Simba, jiandae kwa namna yoyote, usiwasikilize wazee wa ovyo. Sisi tujiandaye tumalizie msimu na nikwambie mechi yetu ya ubingwa Simba ni hii ya tarehe kumi na tano. We usimamishe ligi isichezwe kwa sababu ya sijui tarehe kumi na tano kulitokea hivi. Tarehe nani nani kakudanganya usimamishe ligi? FIFA yenyewe anataka mpira uchezwe. Wewe una uwezo gani wa kusimamisha ligi yetu? Tunaenda mahakamani. Mahakamani kwa sheria gani ambayo mahakama itakubali kukusikiliza wewe wakili eh. Dabi ipo ama haipo? Akili, mambo ni aje kaka? Poa, poa inakuwaje msikari? Habari zinakwenda kama kawaida. Eh, kama kawaida, safi tu. Sitaki mambo mengi. Dabi ipo haipo? Dabi ipo. Eh? Dabi ipo. Acha bwana. Hawana ujanja, wote wanatuzuga. Walipolala si tumeamka walipo? Walipolala si tushaamka muda mwingi na tumeondoka. Dabi ipo. Wao wanasisitiza kwamba haipo, nyinyi mnasema dabi ipo. Viashiria vipi ama eh, kuna chochote ambacho labda sisi tulikuwa nje huko atukifahamu nyinyi mnachokifahamu kwamba dabi ipo? Ah, kwanza wangekuwa hawana mpango wa kucheza hii dabi wangekuwa tu hawana vikao vyovyote ambavyo vinaendelea, lakini ukiona wanafanya vikao kila siku kwenye jumba lao la dhahabu pale, yaani namaanisha pale bondeni. Aa, dabi ipo ndugu yangu kwa asilimia tisini na tisa nukta tisa tisa dabi ipo na wanajiandaa kwa huu mchezo wa tarehe kumi na tano. Hawana cha kutudanganya. Kwa hivyo huku nje ni kama hivi wana, wanapuliza puliza. Eh, wanachohitaji au wanachojiandaa nacho ni kutushtukiza. Walishawahi kuleta sintofahamu kama hizi, e, na sisi tukijisahau wana take advantage, wanafanya kile ambacho wanakihitaji. Kwa hivyo wanachokifanya sasa hivi ni danganya toto, wako tayari kukosa mapato, kukosa ukubwa wa hii mechi, lakini waje wapate pointi tatu kwa sababu wanaamini hizo pointi tatu ndio ambazo zitawapa ubingwa. Kwa hiyo wamenyamaza kimya, ili sisi tubaki kama hakuna kinachoendelea, lakini kiuhalisia, wanapambana usiku na mchana kuweza kushinda hii mechi. Wanapambana usiku na mchana mnyama asitoke, hiyo ndio uhalisia tu, hakuna chochote cha kusema kwamba hawachezi au labda kuita wazee sijui kutishia. Basi, unaona hata wazee wao wanavyozungumza. Yaani ni wazee ambao wanaamka tukuru wanakuja tu wanakalia viti pale kama shamba la bibi. Unajua, ukiondoa ule uwanja wa Uhuru baada bibi ya kubadilishwa, shamba la bibi limehamia Jangwani ya ukiondoa tu ule uwanja wa Uhuru ulikuwa unaitwa shamba la bibi, maanake shamba la bibi kwa sisi watu wa pwani, kwenye shamba la bibi kila mtu anaingia, anaenda mjukuu, mtoto, yani anaingia, anaenda kama korosho anaokota, kama hindi anavunja, kama... hivyo yani. kwa hiyo ndio maana unaona hata vikao vinavyofanyika kwenye makao makuu ya klabu yao ni vya hovyo hovyo. Hata mimi leo hii nikijita tu Yanga, nikavaa nguo zangu za Yanga, nikienda pale klabu naitisha kikao na nafanya. Ndio maana sasa tunasema shamba la bibi limehamia pale, e, kwa hiyo hii ni klabu ya hovyo. Wana wazee wa hovyo, yaani kama kwenu mna wazee wa vile, e sababu huna wazee hivi. Na wakundu wa Msimbazi, Simba pale wazee wapo eh? Kuna utofauti wa wazee wa Simba na wazee wa uto tofauti mkubwa sana, hata kwenye uelewa. Unajua, hawa wazee wa Simba wakitoka, wana madai yao ya msingi, au wakizungumza jambo wanazungumza jambo ambalo lina msingi, umeelewa. Lakini hawa wazee wa Yanga, kutokana na records za klabu na hao wanajiita ndio waasisi, basi unaona hata vikao vyao, matamshi yao na kila kitu. Unajua, hao wameshawahi kugomea mechi wa kusema kwamba si tutavuruga uchaguzi historia zinasema hivyo. Mwaka mia tisa sitini na tis, tano nafikiri washawahi kufanya tukio kama hili kwenye mwaka wa uchaguzi, wameshawahi kugomea mechi kwa, kihistoria ya, uchaguzi wa kwanza kihistoria, mwaka elfu moja mia tisa sitini na tano Yanga wanatoka zarani wanasema kama mkimchezesha wa mchezaji si atucheze hiyo mechi, na kama mkitulazimisha mkitukata pointi, tuna vuruga uchag uchaguzi. Lakini waliokuwa viongozi wa TFF, TFF ambayo ni FAT kipindi hicho wanasema kwamba mkivuruga, sisi kwanza mpira husiani chochote na uchaguzi, hamna uwezo wa kuvuruga uchaguzi. Mwisho wa siku mechi imechezwa, na huo mwaka yanga wameadhibiwa kwa sababu walichelewesha ile mechi. Ile mechi imeenda mpaka usiku, lakini baada ya kufika usiku refa akaamua mechi iahirishwe, chezwe tena irudiwe, yanga wakakataa. Walipokataa, simba wakapewa pointi tatu na Simba mwaka huo walikuwa bingwa, kwa hiyo hata hii wanajua kabisa wakigomea kitakachokuja kuwatokea cha mwaka elfu moja mia tisa sitini na tano kitajirudia. Hawawezi kufanya huo ujinga, na shida ya sasa hivi wapo yanga sasa hivi, japokuwa Jimanala akasema wawili ndio wenye akili, lakini huku mtaani huku kuna yanga kidogo kama wanaonyesha uelewa, uelewa vijana wa sasa hivi wa kidigitali. Umeelewa eh? hawa kidogo kama wanaonyesha, kwa sababu wanasema viongozi wetu wanazingua, kwa sababu TFF walisema kabisa mechi haipo, wao wakapeleka timu. Sasa mechi inatangazwa muda, kwa nini washindwe kupeleka? Sisi hatutaki kuingia kwenye huo mtego. Viongozi wa Simba na imani wa wanaelewa wanachokifanya, na wanajiandaa kwa hii mechi. Hata wazee wetu ukiwaangalia jinsi ambavyo wamezungumza, sisi tunajiandaa na mechi baba, waje watatukuta wasipokuja watatukuta, jienda na mechi bila shaka, kwa asilimia tisini, hatuwezi kubweteka mwana Simba yoyote uliokuwepo Tanzania nzima, yani usikae ukabweteka ukasema kwamba Yanga hii mechi kweli hawaji. Ni waongo waongo waongo, waongo waliopitiliza. Mechi wanakuja kaka, mimi nakwambia. Kwa hivyo sisi kama Simba tuko kwenye, tunajiandaa tunavyojua sisi tunakata tiketi kwanza. Mimi namshangaa mtu anasema kwamba oh, tiketi kuna haja, sijui yanga hawajatangaza tiketi gani, Yanga hawajatangaza. Kama mimi wakili msomi nimeshakata tiketi, ipo na nimeambiwa nitaendea uwanjani. Tiketi mzunguko unasoma elfu tano kuna elfu kumi tiketi gani wanataka zitangazwe? Wanataka nini? Kuna kitu kipya? Mchezo ule ule, wachezaji ni wale wale, msimu ni ule ule, tiketi zimeshatangazwa muda. Acha simba kulemama na Simba, apambanie timu yako Hakuna uongo wowote ambao sisi utatulemaza. Wao wenye tiketi zao wajiandae, wajiandae kama mimi nimeshajiandaa. Kila kitu kiko tayari, nasubiri tu Mwenyezi Mungu akiniweka na afya njema tarehe kumi na tano kwa Mkapa. Hakuna chochote ambacho watatudanganya, si tunajua mechi ipo. Ah, hilo ndugu yangu, mpira wa Tanzania una visanga vingi sana. Kuna mwingine anakuta anahoji mtu na akili zake timamu anakuambia kwamba sasa uchunguzi. Kwa nini sisi hatuwezi kwenda bila uchunguzi? Kwa nini hawasitoke TFF? Kwanza TFF wakitoka kwa kipindi hiki na kutoa maamuzi yoyote, wanatoa kwa sababu ya shinikizo la hawa wajinga wachache. Wa hawatakiwi hata kidogo kuyumba kwenye misimamo yao. Yani wakitoka hadharani na kutoa maamuzi na kutoa kwamba oh, litokea hili na hili, TFF ni dhaifu kuwahi kutokea. Itakuwa TFF hii itakuwa inaamuliwa na Yanga. Kwa hiyo hakuna kutoka hadharani TFF kujieleza. Uchunguzi kikawaida, unaweza ukaenda uchunguzi wa kesi yoyote, unaweza ukaenda hata miaka mitano kafu, na FIFA wanaagiza mpira uchezwe. Ndio maana mchezaji akiwa na mgogoro na klabu yake akienda FIFA, FIFA wanampa kibali maalum cha kwenda kutafuta timu ya kucheza kwa muda huo, akiwa anasubiria maamuzi. Wewe usimamishe ligi isichezwe kwa sababu ya sijui tarehe kumi na tano kulitokea hivi, tarehe nani nani kakudanganya usimamishe ligi? FIFA yenyewe wanataka mpira uchezwe, wewe una uwezo gani wa kusimamisha ligi? Eti tunaenda mahakamani. Mahakamani kwa sheria gani ambayo mahakama itakubali kukusikiliza wewe? Hakuna sheria hivyo, hakuna mahakama itakukubali itakupokea kama Mtanzania na kukusikiliza mashauri yako. Baada ya hapo, atakwambia we nenda kakojoe ukalale, hakuna jambo ambalo tunaweza kuliamua juu ya hiyo kesi, rudi pale shirikisho la mpira. Sikaenda umwendazimu mmoja, wamemtuma kaenda, kilichotokea sikarudishwa, kaambiwa hakuna sisi ambacho tunaweza kuamua hapo. Kinachokukosti hapa wewe, lipa gharama zote za ufunguaji wa hii kesi. Sasa akitokea mwingine naye hivyo hivyo, hata atokee kiongozi wa ugani hii ni kesi ya mpira, inaamuliwa na FIFA, inaamuliwa na, na CAF, inaamuliwa na TFF. Hakuna mwingine yote anaweza kuingilia kwao. Tusidanganyike wanasimba, tukae kwenye mstari, tujiandae. Kama una silaha yako itege, kwa sababu ya mtani tarehe kumi na tano. Nakwambia mi wiki ijayo, kuanzia kesho Jumatatu haipiti Jumatano Yanga waishatangaza wanapeleka mechi na sababu, saa hizi wanaona aibu tu. Haipiti Jumatano, mimi nakuhakikishia, Yanga wanatangaza, haifiki Jumatano, shika hii kauli. haifiki Jumatano Yanga wanatangaza wanapeleka timu uwanjani, hawana lolote, wanaona aibu tu, wanaona wataanzaje, wanaona itakuwaje, wanaona wanadharaulika, lakini kiukweli wamesababisha wenyewe, hizi dharau ziwapate, si wala hatuna muda wa kuupoteza sisi, tunajiandaa na mechi, na ndio maana timu nzima na benchi la ufundi iko kambini. Basi kama we Mwana Simba jiandae kwa namna yoyote, usiwasikilize wazee wa ovyo. Sisi tujiandae tumalizie msimu na nikwambie mechi yetu ya ubingwa Simba ni hii ya tarehe 15. Mwana Simba popote ulipo, kama unaohitaji ubingwa wa Tanzania, mechi ya tarehe kumi na tano ndio ya kutupa ubingwa bana. Nikushukuru sana wakili kwa hiki ambacho umesema. Asante sana.